Mtanzania mwenye kutamani Tanzania kiwake atembelee kwetu Kongo, kwanza kae mwezi mmoja tu, mwezi mmoja tu, mwezi mmoja atazame jinsi wakongomani wanavyoishi, kisha arudi Tanzania arudilie hilo neno la kukiwasha Kongo. Hivi sasa wana miaka thelathini, miaka thelathini ina maana Tanzania ukikiwasha, naweza mkachukua hata miaka hamsini sabini, kurudisha hali jinsi leo ilivyo. Tembelea kwetu Kongo, miaka thalathini. Hivi sio kutamka tamka kila lenye unajisikia kutamka utamke tu ah -ah. Panga maneno, ni maneno gani utatamka, muwatu Utakiwasha kweli bado unasema wewe ni Mtanzania halisi? Hapana, hapana, hapana, hapana. Mtanzania halisi amtakii Mtanzania mwenzie vita.